Asante kwa majina, naitwa Nebati ya Tembera Shirumba ni mkulima wa kilimo cha kahawa, zao la kahawa kutoka kijiji cha Shaji. Uh, mimi ni mkulima kijana, napenda pia kuhamasisha vijana wenzangu waweze kuhamasika kwenye kilimo cha kahawa, lakini pia tunashirikiana vizuri na serikali ya kijiji, bibi shamba tunazungumzia habari ya kilimo kwa sababu tumeona mazao yetu yanaenda vizuri baada ya kutumia mbolea nzuri za TFC za kampuni la serikali. Baada ya kwanza kutumia mbolea hizi tumeona matokeo mazuri, na mpaka sasa tunaona mazao yanaenda vizuri na mapato ni makubwa kuliko mara ya kwanza tulivyokuwa tunatumia. Na mbolea hizi ni dapu na kene ndio zimetoa matokeo mazuri mpaka hivi, hali ya mazao mnavyoyaona ya, ya, ya kahawa. Kwa jina naitwa Songea Lebson Nzunda. E, nashukuru kwa waandishi wa habari kwa kuja kwetu kuangalia kilimo. E, tuna zao la kahawa hapa petu Shaji, ni wakulima. tunamshukuru bishamba kwa kutuwezesha kutufuatilia sana, namna ulimaji wa kahawa hii ya takri. E, tunashukuru kwa mbolea hizi ya TFC na dapu zinatusaidia sana kwa kuboresha kahawa zetu. Tunaomba msaada zaidi, watusaidie kutupa hizi mbolea za ruzuku kwa muda mwafaka, zianziage mwezi wa tisa au wa nane, kutu, kutu, kutufikia wakulima eh, ha, mahindi tunapewa mbegu, tunanunua mbegu feki Kufuatana mahindi bora hayatufikii, yanakuja mahindi ambayo ni feki. Tunashindwa kupata mazao kufuatana na mahindi feki. Namshukuru mama Samia kwa kuwaleta hawa kutujua sisi madhaifu yetu, ili tuongezee kipato zaidi cha kahawa, na baadaye tunamwomba atuzidishie mbolea kwa wingi, ili tuweze kuboresha zaidi, kusomesha na watoto kwa majina naitwa David Rashidi Mboya, mkulima wa zao la kahawa, mkazi wa kijiji cha Shaji. Awali ya yote ni washukuru wakufunzi wetu kufika katika kijiji chetu cha Shaji, na pia tupo katika kijiji hiki hapa cha Shaji. Tunamshukuru Bishamba kwa kutoa elimu juu ya zao la kahawa kwa wakulima kama mnavyoona hapa nilipo simama hii ni kahawa iliyotangazwa zaidi na serikali inayoitwa takri, ambayo ndio inasemekana tuipande sana kwenye mashamba yetu. Kwa awali ya yote kama mnavyoliona, ndugu waandishi wa habari, shamba mahali hapa nilipo simama nimetumia mbolea za dapu na keni, ambazo hizi mbolea tunamshukuru mama kwa msaada wake mkubwa aliotoa mbolea TFC kwa ajili ya ruzuku, kuepusha msongamano wa kuto kupata mbolea. Kwa hiyo katika hilo tunamshukuru sana mama Samia, mitano tena kwake kwa kuinua zao la kahawa kwa wakazi wa Mbozi. Na yangu ni Peace Anosisi Mwangomo ni afisa kilimo wa kijiji cha Shaji kata ya Mlangali wilaya ya Mbozi e mavuno mazuri ya kahawa na mazao mengine yanategemea ushirikiano mzuri kati ya afisa ugani na mkulima. Huwa tunaelekeza wakulima namna ya matumizi sahihi ya mbolea kwamba ni mbolea gani waweke wakati wa mwanzo wa msimu wa mvua na mbolea gani waweke wakati wa kipindi cha kati, katikati ya msimu wa mvua na zipi waweke wakati wa mwisho wa msimu wa mvua. Kwa kufuata hizo kanuni huwa wanapata mazao mengi na yaliyo bora. Pia tunashukuru serikali kupitia TFC, wakulima wanapata mbolea ambazo ni sahihi kwenye kutumia shambani. Kwa mfano DAP na keni zinazotumika ukanda wa huku zinasambazwa na TFC na huwa zinasaidia sana ili wapate mazao yaliyo bora na mengi. Naitwa Erika Richard, ni afisa masoko TFC. Kwenye zao la kahawa, mbolea iliyotumika kupandia imetumika mbolea ya DAP ambayo imeleta matokeo mazuri sana kwa wakulima wetu. Na pia tunaweza kutenga muda mbalimbali wa kuweza kuwatembelea au wakulima ili tuweze kujua kuna changamoto gani. Na umebaini nini katika kuna matumizi sahihi ama yasiyo sahihi ya mbolea kwa jinsi ulivyoona? Kwa hapa nimeona kuna matumizi sahihi ya mbolea kwa sababu naona kuna m, kuna ustawi mzuri sana wa mazao. Kwa maana kuna tunashauri sana wakulima waweze kutumia mbolea sahihi na kwa wakati sahihi. Unawaambiaje wewe ndio msambazaji mkuu wa mbolea bora ambayo wewe ni kampuni ya mbolea ya Tanzania ambayo ni kampuni ya serikali, unahakikishia nini kwanza kuondokana na bandia? Kuna kampuni nyingi zinasambaza mbolea bandia, malalamiko yako mengi. Unawahakikishiaje wakulima hasa ambao wanakutazama sasa kupitia channel hii, kwamba uhalali, uhakika wa kuwa na mbolea ambayo si bandia upo? Ndio, mbolea zetu ni za ni za uhakika kwa sababu inasambaziwa na inasambazwa na serik serikali ya awamu hii ya sita ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru sana kwa kuweza kutuletea mbolea hii sahihi ambayo wakulima wetu wanaweza kupata mazao mengi sana.